Andika methali yenye maana kinyume. Sikiliza methali, andika methali yenye maana kinyume: mwenye pupa hadiriki kula tamu. Mwenye pupa hadiriki kula tamu, hapa ni ule mtu ambaye ana haraka haraka. Pupa si ni haraka? Mm, anapata kula vizuri. Kwa hivyo mwenye pupa hadiriki kula tamu, methali yenye kinyume. Kinyume si ni upande wa pili? mm -hmm. Nyosha mkono Jaribu hiyo, ni ah, ah, yenye maana sawa. Nataka maana kinyume ya hiyo. Iwapo una pupa unaenda nini? pole pole. Kwa hivyo goja goja goja umiza matumbo goja uumiza goja matumbo. Tunga sentensi kutofautisha maana ya jozi hii, baka na paka. Kwanza nasema maana ya baka ni nini? baka baka baka ni alama juu ya, ya ya mwili. Baka unapata baka baada ya uliumia na kukapona, alafu kutabaki nini baka, si ndio? Wakati mwingi iwapo ulikatwa uli, uli sana kule ndani, unabaki na baka pale, ni alama juu ya mwili. Baka baka, ukimbaka msichana, ina maana umemshika kwa ghafla, si ndio eh? Paka ni nani? Aina ya mnyama na paka pia ni kuweka nini rangi. Ukitunga sentensi unasema paka alikunywa maziwa yote. Sentensi ya pili pa hiyo eh, eh, ni kuhusu paka, kutofautisha paka, unasema nini mm-hmm. Ulibakwa na alama ulipokuwa mpaka. Ah, ah, si tumesema ni alama juu ya mtu, alama juu ya mwili, kwa hivyo Vizuri, asante sana ah. Tuendelee, taja mbinu iliyotumika katika sentensi hii. Nyosha mkono. Baada ya kumwait alienda home amesikitika. Baada ya kumwait alienda home amesikitika. yes? nimekuuliza ni mbinu gani? Mbinu gani imetumika hapo? Mbinu naam? Vizuri, vizuri. Kuchanganya ndimi, vizuri sana. Andika maneno mawili yenye silabi mwambatano yenye konsonanti tatu. Konsonanti pale ni tatu zinafatana. Maneno mawili yenye silabi mwambatano yenye konsonanti tatu, yena, you know? Bweha, vizuri. Bweha, hata hiyo ni bweha, ni konsonanti. bweha Mm, vizuri sana bweha, ngwena, vizuri sana hizo. Vizu zimekuwa mbili. Kuna nywele nywele, konsonanti tatu. Kuna ile na nyana, kuna we pale. Nywele, konsonanti tatu. Kunywa ni konsonanti tatu. Mm. Nywa ile nywa.